ni kama kufanya ile kazi ya msaragambo inaitwa kwenda kulia, eh? Usipoenda unachukuliwa hatua, lakini asiguswe mwanafunzi. Na michango mingine kweli, Sijui nitalisema mara ngapi, lakini nadhani inasikika, na nadhani na viongozi wote katika levo zote watakuwa nali wanalifuatilia. Lakini haina maana mzazi, mchango wa chakula itu ukatae kuchanga kwamba ni elimu bila ada. Kwa mtoto wako anaenda shuleni, mnatakiwa mtoe mchango, labda mchangie maini, mchangie nini, ukatae? Utachangia, na usipochangia kuna hatua za kuchukulia wewe mzazi na sio mwanafunzi.